elewana sasa, amesema nisiingie kwenye gari, nisiingie kwenye gari. Amna si tunakatazwa kuingia kwenye gari lela hapa, shida iko hapa iichea usichezeano